Kwa majina naitwa mkaguzi wa polisi Judith Mbukwa, ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto polisi ya mkoa wa Katavi. Karibu tujikite moja kwa moja kwenye mada yetu. Asante. Tunaposema kwamba ni mkuu wa dawati la jinsia, natamani pia wananchi tukumbushane kwamba dawati la jinsia ni kitengo maalum ambacho kimo ndani ya jeshi la polisi, na kinashughulikia malalamiko na kesi zote zinazohusiana na vitendo vya ukatili dhidi ya jinsi zote mbili, kike na kiume lakini pia tunashughulikia vitendo vyote vya unyanyasaji wa watoto kwa maana ya kwamba mtu yeyote yule ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18, basi kisheria ni mtoto. Kwa kwa hiyo vyote vinashughulikiwa kwa pamoja, na haya madawati yanapatikana katika vituo vyote vya polisi. Tupo kwenye ngazi ya mkoa, ngazi za wilaya, lakini tumesogeza huduma mpaka kwenye ngazi za kata. Tunashirikiana na polisi kata huko kuhakikisha kwamba wananchi wetu tunawafikia. Hii ni kwa sababu tumeona mwamko wa kuja kutoa taarifa vituoni unashuka, una hmm. Uh, jeshi likaona ni vizuri sasa tuwafuate waliko, tusisingizia hakuna nauli, hakuna huduma hmm. Katika kila ofisi ya mtendaji kata kuna polisi kata ambaye tunashirikiana naye katika kutatua changamoto zote za vitendo vya ukatili kwa jinsi zote. Kwa hiyo haya madawati sio ya wanawake ni madawati ya jinsia zote ya, zote, manake kulikuwepo na kasumba ile ya kwamba dawati hili ni kama limebezi sana kwa upande wa wanawake, na mmekuwa mkisikiliza kesi nyingi za wanawake vipi? <laughs> upande wa wanaume? Aa, ni, ni, ni kasumba tu zilizoko mtaani, kwa sababu dawati la jinsia lina watendaji wa kike na wa kiume na linatoa huduma kwa wateja wa kike na wa kiume pia. hmm. ko wale ambao wamesha kuja kutembelea kwenye vituo wa vyetu wakapata huduma, ni mashuhuda wazuri tu kwamba huduma zinatolewa kwa watu wote kwa usawa bila kuangalia jinsi ya mtu. Kwa hiyo hakuna madawati ya wanawake, dawati la jinsia leo <laughs> tunaongelea ukatili kwa wanaume. Tumebaini kwamba wanaume ni kundi maalum pia ambalo linafanyiwa vitendo vya ukatili, lakini sasa mwamko wao ukilinganisha na wanawake ni mdogo kuja vituoni mwetu. Ndio maana leo nilikuwa ni wiwe kuja kuwakumbusha na kuwahimiza wanaume kwamba sehemu ya kusemea ipo, kwa hiyo wakaribie vituoni wa mwetu. Hakuna mwanaume alizaliwa na kaba, hakuna mwanaume aliyezaliwa kisabuni, hakuna mwanaume aliyezaliwa kiasi cha kusema kwamba mimi najitabani, najikaza hmm, natakiwa nife kiume, hiyo haipo. Mm, sisi wote ni binadamu wa kawaida, tumeumbwa kwa mwili na nyama, tuna damu sawa, tumetofautiana na maumbile tu na na, na uwezo wa nguvu, lakini sisi wote ni sawa. Ndio maana unaona sasa hivi wanawake, wanawake wanamaanisha kwamba anachoweza kufanya mwanamke mwanaume hmm, mm, anakiweza. Tuna wanawake madereva, mm, wanawake wanaendesha maskaveta huko wanawake wanaingia mtaani wanachimba mitaro, lakini kuna majukumu tu yale ya asili ambayo hatuwezi kuyafanya kwamba mimi siwezi kuzalisha na mwanaume hawezi kuzaa hmm. lakini <laughs> kwenye swala zima la nguvu na, na unyanyasikaji katika ukatili ni sawa. Kwa hiyo vile ambavyo ukatili upo, tunatambua kwamba vitendo vya ukatili athari zake ni za kisaikolojia. Kwa kama vile ambavyo wanawake wananyanyasika kisaikolojia, tunaamini hivyo hivyo ndivyo ilivyo kwa wanaume pia. Changamoto ni moja tu, wanaume wenzetu tunadanganyana vijiweni. Yeah. Ah, sisi tukaze tukaze kusema sana ni umama. Sio umama. Sio umama, ni wanaume wa kisasa wameshtuka na wanasema wamekataa kufa na kuacha wajane wao. Wamekataa kufa na kuacha watoto wao na wategemezi wao na ndugu zao wengi tu. Kwa sababu wao wanavyokuwa kuna ndugu mawabeba, kuna familia wameitengeneza, kuna mali zako na miradi wanataka kuendesha. Tunajua kwamba mwisho wa siku sisi sote tutakufa, lakini kujitanguliza haraka haraka, haraka ni tatizo jingine la kwako binafsi. Kwa maana tunahamasishana kwamba jamani pa kusemea papo. Wapo wanaume hata kwenye mitandao, anaandika tu meseji, mbona sisi hamtufuati hamsemi? mm, mm. Unatakiwa uh, unyanyuke, ufuate huduma mm. Kwa sababu jeshi la polisi sio wafalme njozi mtoto mm. Bwana fulani ananyanyasika pale nyumbani. Wanaume wanafanyiwa ukatili wa aina nyingi sana, wanaume wanapigwa na wake zao eh. Wapo wanaume ambao wameoa wanawake mashababi, wana nguvu kuwazidi na kupigana, wanajua ni target Eh, kila siku anayotewa, umekunywa huko, unapepesuka tu, una nguvu, ukipigwa kidogo tu umedondoka, umekufa, yeah. Umedondoka, umevunjika mm. Kiamsha asubuhi, vipi, kulikoni bwana nani? Ah, nilijikwa na <laughs> <laughs> boda boda nataka kunivamia, nikarukia kwenye mtaro, visingizio kibao, lakini amepigwa na mkewe mm. na hasemi, lakini pia tunaona wanaume pia wakitelekezea watoto. Mm -hmm. Wapo wanaume ambao wanatelekezea watoto wadogo sana. Kisa tu mama anapenda starehe za dunia. Amegundua baada ya kuzaa na mwanaume fulani au mwanaume sasa sio type yangu. Yaani anaitaka type ndani ya hmm, ndoa. Mm. Yeah, hapa tunaongelea wanandoa sasa ni sio sogea tukae. Mm. Eh, sheria yeah, e, inawatambua wanandoa zaidi sio sogea tukae. Yeah. Eh, mwanaume yule ambaye amemchukua mwanamke wa watu anaishi naye kihalali. <laughs> Eh, sio sogea tukae ambao umekimbia mahali huko <laughs> na utaratibu binti ameenda kwao kwa sababu hujajiongeza unasema umekimbia. Ah, hiyo tu sio. Hiyo sio. Fanya wajibu wako. Kwa sababu haki inaendana na wajibu. Mm. Mm. Huwezi kudai ya haki kama wewe huwajibiki. Kwa hiyo sasa kuna wanaume wanatelekezea watoto wanaacha watoto wadogo sana ambao wanastahili kuwa chini ya uangalizi wa mama, lakini wapo wanaume ambao wananyima unyumba, mm. kwenye ndoa za kumbuka, kwenye ndoa za mm. sio, kuna wengine tunaona wanatuma wana, wana, wana message ya mimi nilimtumia nauli demu wangu. Hapana mm, tuangalie okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. mm. mademu mkeo wa ndoa mm nanyuma yeah, nyumba na kitu ambacho ni haki yako ya msingi. Tunajua msingi wa ndoa ni tendo, lakini sasa mpaka mke mime mmeo nyumba kama adhabu tena msimu huu wa mvua ni ukatili mkubwa sana. Kwa hiyo tunategemea kuona kwamba wanaume hawa wanaamka, wanashtuka, wanasema, wanasaidiwa changamoto zao kwa sababu tunatambua hizi changamoto za kisaikolojia, tunakuwa na wimbi kubwa la wajane. Tunashangaa kwa nini wanaume wanakufa haraka haraka mm. Watu waachia wimbi la wajane hapo mpaka wanakuwa omba omba tunawatengia siku ya kuomba mtaani mm. Hii sio sawa hmm. mm. Eh, wewe unaweza ukakaa ukasema una kaza, alafu baadaye unashangaa pap unakufa mkia, kumba, na wewe mkeo unaona kwamba anakunyanyasa baadaye, unamwacha anaolewa na maadui zake mm. Kwao ni vizuri kuja kusema tuelekezane namna nzuri ya kutatua migogoro kwa njia ya amani. Utarundika makosa wewe moyoni, mwisho wa siku unafanya vitu ambavyo hujategemea kuvikusudia na tutakupeleka kali la mkulumkulu ukatusaidia. hmm. Kazi mbili tatu kule kwao. Tunategemea wanaume wamke, wahamasishane kuja vituoni. hmm. Kuja kusema tuweze kuwasikiliza na kutatua changamoto zao za kisaikolojia na. hmm. Sisi tua tunafanya vikao vya vya hadhara, mikutano ya hadhara tunafanya, lakini tunatamani ndio, tuna concept la wanaume tuongee kiume kiume, tuna eh, lipo linaandaliwa tuwakusanya wanaume wote mm. mkuu Katavi. Jamani njooneni maana mm. mm. hivi vikao vya vya pamoja hivi mm. hata kwenye kutoa changamoto naona wenyewe wanasema tu mji hauna mitalo sijui nini ulizi shirikishi. Yaani mambo <laughs> yanayohusu ile moja kwa moja hawasemi. Mm. Lakini tukikaa wenyewe sasa, ile kwa naona Bwana Juma yuko pale anasema changamoto yake Bwana Hamisi na na, na mimi niseme. Hiyo mm. itakuwa na inawapa nani nzuri, lakini pia tunawajengea wanaume wajao hadi yani, kwenye kwanza level ya wavulana mm -hmm. wakiwa shuleni, tunawakusanya tunawagawa, wa kike wanaongea kikeni, wakiwa kiume kiumeni, baadaye tunawachanganya tunapata pa, mada za pamoja, kwa sababu tunaamini hata wale wavulana ni wanaume wa kesho, sio? mm -hmm. Kuna vitu vingi wanavipitia. mm -hmm. Leo hii kuna wimbi la ushoga, kwa mfano tuna aibu wanaume wao. mm. -hmm. Na wanaume ambao wanajiita anti ali anti, sijui nani. mm -hmm. Hii mtoto anaweza kaona labda ni kitu kama role model, sio? Usipomjenga mm. kutoka -hmm. chini akifika huko juu, tunakosa sasa wanaume. Tunawahitaji maliwa wanaume marijali tunawakosa. Kwao tunawajenga tokea chini, lakini hata wale ambao wameshakuwa, tunakaa nao kwenye vikao vya hadhara, tunasikiza changamoto, lakini sio wafungukaji ukilinganisha mm. na wanawake. Na ndio maana tunahimizana sasa, jamani, mje mm. mje tuwahudumie. Huduma zetu ni za siri, tunafanya kazi katika usiri mkubwa sana kwa sababu watu wa huduma yetu ni wabobevu kwenye nyanja ya kuhudumia haya mambo maana tunakaribisha ya. Na uwiano upoje kati ya takwimu za wanaume na wanawake katika kuripoti kwa na, hapa mkoa wa Katavi? Kwa mkoa wa Katavi wanaume ni chache kwa kweli ukilinganisha na, na wanawake, kwa kweli ni sabini kwa thelathini mm. Yaani wanaume ni chache mno, wanapokuja ni wachache, lakini ukikutana nao huko sasa, nikishamkuta mkuta mm. mm. ndio wanaanza kusema ah, bwana wewe, mimi kuna moja ilosema tu ni kwa sababu hey, ah. Yaani mimi msingekuja nisingesema ila tu tutaongea. Ndio tuongee sasa. Nitakupigia <laughs> yaani, anaona hata kwa nini kuna kama unaona aibu kumface mtu ambaye anatoa huduma, wa mwanamke, kuna watu watoa huduma wanawake mm. na kuna watu huduma mm. wanaume. wanaume wana mm. unaweza kaomba bwana, mimi nahitaji dawati mwanaume. Tuongee kiume sio? Akiwa mwanaume wewe amekunja sana sura na ah. Nataka mwanamke, tuongee vizuri. Kwa hiyo wapo, wasisite kuja. Kwa hiyo ndio maana tunawakaribisha kwa sababu tunatambua changamoto zipo, tunatambua kuna wanaume ambao wao wanatamani kulala ba kila siku kwa sababu nyumbani kuna mwanamke kule, vuvuzela anaongea kweli kweli, yeye kutwa anaposimanga kusababisha ukatili wa kisaikolojia mm. maneno makali makali, wewe pole usijui, ukifika anafanya kukulinganisha tu mtaani hapo, wanaume wenzio yeah. wana magorofa wanaume wenzio wana, wana magari, sasa nataka ukaibe mm. No, na kwa mwingine kwa kumlisha mkeo unakuta anajiingiza kwenye mpaka kwenye muuzaji wa madao, kisa tu kumlisha mkeo. Mwingine anasema okay. hata ngoja nikavunje nipate ila la karaka lakini urizishaji mzuri ni ule ambao mwanaume anamchagua mwanamke sahihi, ambaye ni mwenzo wa maisha yake, akimjua kitabia, kindoto zao kuiana, lakini kusapotiana. Sio mnakurupuka kurupuka tu, mmeona mtu barabarani vuu, kisa tamaa ya kukizi kiwe ya ngono, sio sawa. Kwa hiyo kuna utulivu hapo akili katika kuchagua mwenzi zaidi, asisababishie ukatili wa kisaikolojia kwa hii familia. Kwa sababu kuoa ni zaidi ya tendo lenyewe hmm. Ni maisha unachagua mtu wa maisha yako, kwa hiyo ukikosea mwanzo hmm. Tegemea kukosea mpaka mwisho <laughs> labda hmm. Kwenye hapo hapo kwenye masuala mazima ya unyumba, hapa huwa kuna kasumba moja hivi mwanamke anapokuwa anamhitaji mwanaume hmm. mwanaume asipofili, yani labda hayuko sawa kiakili, unajua mambo hayo sipokuwa sawa kiakili hmm. E, unaona kabisa e, mambo hayaendi hmm. Lakini mwanamke analalamika, anasema manake wote kwa ona michepuko huko hmm. Lakini pengine mimi nikitaka nikimtaka mwanamke labda yeye hajalizia na yeye hayuko sawa, labda nikimforce itaonekana kama vile nimembaka. Maanake tumeshuhudia hata e, ubakaji wa kwenye familia <laughs> e, kwenye ndoa kabisa, mtu yupo kwenye ndoa, tumeshuhudia kesi zipo, nakuta anasema alimbaka. Sasa sijajua hili lilikoje kisheria za nchi yetu wala hakuna ubakaji kwenye ndoa. Mm. Uh, changamoto ni kufusiana. Tendo mm. la ndoa tunaandaa na kisaikolojia. Sio tu kwa mwanaume kunyimwa. Mm. A, tendo lile ni tunaandaa. Mm. Sio wewe una mudi mimi sina afu na niforce yeah. Na kata kujitengeza <laughs> mazingira. Sio. Yeah. Mm. Kwa hiyo tuelewe kwamba ni kuwekana sawa wote kwa pamoja. Yaani hapo tu lazima tu balansi mzani. Huko kulia uende kushoto uende. Mm. Sasa sio umetoka huko utokako. Mm. Tumetibwana toka asubuhi acha matumizi. <laughs> umezunguka kweli kweli, mm. Mudu umeelewa njui, mm. Alafu unafika kwanza unadai chakula hujaacha matumizi, matumizi pili. Ukitoka chakula, sasa ndio unamtaka na mpishi, sasa atakapo, mm. mm. akakukizia haja zako mudi pale, kwa inakuwa hofu. Lakini pia kuna wakati mwingine hata mwanaume ana ana michakato yake pia imefeli, mm. Sio lakini mawasiliano yakoje ndani ya familia? Mmejijengaje msingi wenu ukoje? Mm. kwa mawasiliano mpaka tufike huko, mimi naelewa, leo umefeli, sio tu kufeli, mmechakatwa, lakini kuna kuumwa, kuna siku umeamka huko sawa. Hiyo inatokea kwa kila binadamu mm. Lazima tuelewane na kuelewana kwetu ni kwenye msingi, sisi tunaishije. Kwa hiyo ili kudautiana kama labda ametoka kumchepuka, kwa, kwa sababu ya tabia ambayo ipo sasa kwenye jamii yetu sasa mm. hivi, kama sasa hivi mm. ukiona mtu afanye hukumu lake anafanya kwingine kama sio kwangu ni kwingine. Kwa hiyo ifike mahali tuchague njia za amani za kutotoa migogoro, tuweze kuishi kwa amani, kwa sababu ndoa zimeumbwa ili iwe liwazo Sio makwazo mule na uwanja wa judo kwao. mm -hmm. Wakaribie sana tuweze kuhudumia, tupo masaa ishirini na nne katika kila kituo cha polisi na tuwatoa huduma zetu kwa usiri sana. Wakaribia sana, tuwahudumia ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare.